Muktasari wa sura sura ya kwanza novela ya Mshale wa Matumaini. Sura ya kwanza ndiyo utangulizi wa novela hii. Katika sura hii tunatambulishiwa mhusika mkuu Zingo na wazazi wake Kadurenge na Zahara. Sura hii inasimulia kuhusu mnong'ono uliokuwa umezuka mjini Kisamale na kisha ukafifia. Huu ulikuwa uvumi wa uvamizi wa kikabila uliokuwa umepangwa na Walanga dhidi ya Wareba. Baba yake Zingo alikuwa Mlanga ili hali mama yake alikuwa Mreba. Mama yake Zingo hakuamini ukweli wa mnong'ono huo, lakini baba yake alionekana kuwa na uhakika kuhusu uvamizi huo. Alikuwa na chuki dhidi ya Wareba kwa vile aliamini kuwa walikuwa wakipendelewa uongozini, kazini na hata katika biashara. Katika sura hii tunajulishwa kuwa Zahara alikuwa mfanya biashara pale mjini ilhali Kadurenge alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Zingo alikuwa mwanafunzi. Na huo ndio mwisho wa muktasari wa sura ya kwanza. Swali: Wahusika waliotajwa katika sura hii wana uhusiano gani? Jadili. Unajifunza mambo gani kutokana na sura hii?